Kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani huku, pamoja na jitihada zote tunazochukua, lakini bado mzimu wa ajali umetuandama, umetuandama sana. Sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili, kuna nini hasa? Kama ni barabara zetu kama taifa, tufunge mikaja, upande ya mwingine, tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee. Okay? Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani tufanye hili. Kama ni uzembe wa madereva, madereva wawekwe, wafundishwe mwe, mweke, mweke, uh, conditions ngumu za kumfanya mtu kuwa dereva. Najua kwa sasa hivi anayefanya ajali ya kwanza ya pili ya tatu ni kufutiwa leseni, kupunguziwa points kwenye leseni, lakini kuwe na vikwazo zaidi vya kumfanya mtu awe dereva na dereva makini. Eneo hili bado limetuandama, vifo ni vingi barabarani. Niombe sana sana kwa wale watakaopangwa kwenye eneo hili wakatupe jicho na wawe na mikakati mizuri ya kupunguza ajali barabarani. Mama Yuko Kazini.